Watu tisa wamepoteza maisha yao katika ajali mbaya barabarani katika eneo la Naivasha, kaunti ya Nakuru. Ajali hiyo ilitokea baada ya basi kugongana ana kwa ana na matatu usiku wa kuamkia leo. Majeruhi wanasema kuwa dereva wa basi alionekana kulemewa na usingizi na alikuwa akiendesha kwa kasi kupita kiasi. Fred Wambua na taarifa ile ya Tanzania takriban watu tisa wameangamia katika ajali ya barabara eneo la Karai Kabati, Naivasha kaunti ya Nakuru. Ajali hiyo imetokea baada ya basi kugongana ana kwa ana na matatu. Abiria mmoja aliyekuwa katika basi akisema kuwa dereva wa gari hilo alionekana kuzidiwa na usingizi na uchovu mwingi. Wakati tumefika Nakuru, driver alianza kuzidiwa na usingizi, tuseme na uchovu kwa sababu wakati amefika Luhaha wakati ametoka Nairobi amefika Luhaha, kama amegeuka anarudi Nairobi tena, na hakuwa na msaidizi, so amekuwa mwenyewe, na hiyo gari imekuwa inakuja mwendo wa kasi sana. So wakati amefika Nakuru, hizi mataa za gari zingine zikaanza kumlemea, so anafika mahali ana slow. So, nikafika mahali nikaita conductor nikamwambia you need to talk with your driver kwa sababu it is like ako dizzy, hebu mkikamba ni kama tunaweza endelea. Maafisa wa usalama katika eneo hilo wakisema kuwa basi hilo lilikuwa linajaribu kupiku gari jingine na kupatana na matatu hiyo ana kwa ana fatalities uh, this stretch of the road uh, motor are over peeding and uh, the, the big challenge right now at that time there was a more, a more traffic floo uh, end rout to nairobi but right now more vehicles are going on the opposite direction to, uh, Nakuru. Majeruhi katika ajali hiyo wamelalama baada ya dereva wa gari hilo kutia masikio yake nta hasa wakati walimtaka kupunguza mwendo wa gari hilo baada ya kuhofia huenda ajali mbaya ikatokea. Sasa, dereva kuja alikuwa anakuja akikimbisha gari na speed, ndio tunajaribu kumwambia punguza spidi, tuko na watoto na tuko na watu wengi, hataki kusikia. Yaani tangu tuanze safari ulikuja tu hivyo hivyo tu venye anakuja tu Kujutu, anatupeleka na spidi, anapunguza akifika mahala, anajisahau anakuja tu hivyo tu. Nimepata majeraha, nimeumia kifua kidogo. Naumia magoti but glasses zimenikata kidogo kidogo, lakini nashukuru Mungu kwa uhai. Eneo hilo la Karai limekuwa eneo hatari na ambalo ajali nyingi zimekuwa zikishuhudiwa. Hili ni eneo ambalo mbunge wa awali wa Lugari Cyrus Jirongo alipotezea maisha yake. Fredrick Wambua, Undugu TV.